Wanauliza, utakuwa mgeni tena lini? Hata kesho mimi ni mgeni. Hata kesho. Ati dadisi uwe mgeni leo pia, uwe, leo pia. Samageno, uwe, wakiona dari amerudi kama moyo imechoka mtoto mwerevu anayempenda babake kama, morto, kama babake ana furaha anajua Utaona jinsi ya kumwendea babake ni kama inamshinda, akienda na mwangalia, akisha mwangalia aone mawazo yake, anamuuliza ati dadi, leo kwani we si mgeni? Kwa nini ati kwani mgeni anakasirikaga? ashansijakasirika Yesu asifiwe. Utaona ufurahi nakuta kwa, kwa hiyo <tipi> na nyumba. Hata kama wewe ujaongea ushafunza mtoi na mtoi atazuia kitu, atakubali mtoto avundue. Akiwa amekasirika mimi ni mgeni, anakuja Mami, unajua Lewa, Lewa, mami, mgeni ashafika leo, hakuna huyu ni juice. Na leo upiki chapati leo, dadi sio mgeni. Utasikia jinsi mapenzi na lazimisho, kwa hiyo nyumba kwa lazima Endo ina lazimishwa kwa hiyo Yesu, nyumba asifiwe. Hata kama roho yao iko inataka kuwa na furaha, lakini wakiona jinsi miao ya watoto inafanana furaha, itakuta kwa ile nyumba, ghafla utapata nyuma yenu kimegeuka vigu duniani

Sasa akikuza ni unga ya ngano na mafuta. Kwa sababu watoto siku hizi wanauliza. Kwa sababu gani atakuwa na kuja na zile juice. Anaweka hapo tu kwa kabati. Kila siku akiingia. Ati leo mamatu nakunywa juice na dadia jaingia Watakuwa na Yesu. Yesu. Amena goca na hao ndio watoto, ikifikia siku za wababa kama hii. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Utasikia baba watoto waki wish baba yao. Ingeyo. Manake, wanajua kwa sababu walifunzwa hiyo mafunzo inatoka kwa mwanamke sifiwe. Je, unajua kwamba nyuma ni ya mwanamke? Kama akuna amani ni wewe umeondoa. Kama umeondoa, Kama akuna furaha ni wewe umeondoa. Kama akuna chakula ni wewe umeondoa gikitigitmb na tabia zako na matendo yako mwanamke ameokoka, ati chakula kuna kwa nyumba yake, ni nini imefukuza chakula? Kau, kiki, tiki, kama sio tabia zako na matendo yako. Bibilia fulani tulisomewa inaosema tabia zako na matendo zako nilifanya roho yako ikakwazika, na leo hii roho yako ina uchungu na shida nimebakia kikungotea, tabia zako na matendo yako. Upake Yesu. Yesu asifiwe. Nataka tubadilishe tabia zetu. Tukiweza badilisha tabia zetu, nyumba zetu Yesu, Yesu asifiwe. Zinaweza zikajazwa na vitu mzuri. Leo tunataka tumoe. Leo hii tunataka tumoe. Sanasana wewe sana mwanamke, ukiona mume ana kitu kibaya, hiyo si tabia. Neno yake msidhani hajue. Siku huyo mwanamke pia pia anageuka, afl anabadilika gafla no nenda, kajaribu hisirda, ujaribu yosri Yesu asifiwe. Wetu osifiwe wa watu waliokuwa juu. Sasa kujeni, tunataka kuomba. Acha kuenda kuficha tabia zako huko juu, tunabadilika. Tunataka kuomba, nataka ufikie katika kutambua na ukubali Marlo kubadilika roho yako, nataka itafute kitu kizuri mm. Tunataka kutafuta rehema mbele za Mungu. Eti kama Mungu ndio baba yetu, tusipojali hapa baba wa ulimwengu, hadi wa mbinguni pia hatutawajali. Tunataka turudi kwa baba yetu. Imeandikwa kwamba siku za mwisho nitamtuma Eliya Abadilishe nyoyo za, watoto ibadilishe nyoyo za baba zirudi kwa watoto ibadilishe nyoyo za baba zirudi kwa watoto kama nyoyo za hawa baba zinataka kurudi kwa watoto wao mwanamke iko wapi sehemu yako ambayo unafanya kama kiongozi wa hiyo nyumba nyumba nyumba. Je, utapeana nafasi ili watoto wapate kujua baba zao ili tena wa, waweze kuheshimu baba hao wa. Pia wanatutizama wewe, wa kwanza, lazima uchukue jukumu ya kumheshimu mume wako ya kumheshimu mume wako, ingawaje ume, umekwazika, nataka usamehe, ufungue njia za huyo mtu. Mwanamke kama roho yake ni mbaya, njia za mume ndio zinafungwa, njia ya mume ndio inafungwa. Mungu anamwambia mwanamme kwamba kwa sababu ni bali ukasikia sauti ya mke wako to chel. Kwa hivyo kula utakula kupitia jasho <manyagia> <manyagia> mashamba yote utakayolima hayata nawiri pake. Yesu amena na hapo ndipo wanawatu watu wanalazimisha wanaume kitu nataka sikilize right. Je, ni njia inayostahili Yesu asafirae? Ni njia wanayostahili kufuata? Hiyo ndio njia wanastahili kufuata, kila uamuzi unaofanya hiyo ni njia inakuelekeza katika kifo, ni njia inakuelekeza katika kifo. Yesu asifiwe. Ungalimwambia haya mambo kwa upendo, kama roho yako ni safi kama unampenda wangalikuwa, wanawasikiliza wangalikuwa wamefuata njia inayostahili Amena. Nataka tutafute rehema, nataka tutafute rehema, wa nataka tutafute rehema. Wa wa, turudishe waume zetu katika nyumba zao zao, wawajibike, wakiangalia watoto wao pasipo kuangalia watoto wa makahaba.